Sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad salama na hali zake mpaka siku ya Kiyama. Wapendwa Waislamu, mada ya leo ambayo tunakusudia kuizungumza ni uongo, uongo ambao unaendeshwa ama drama zinazochezwa na viongozi wa dini wakidai kwamba ni muujiza unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wapendwa na Wakristo wazuri, inatakikana mmwelewe ya kwamba si kila mtu atakayekuja leo atadai kwamba yeye ni nabii ama amefunuliwa, ametoka kwa Mungu tayari wewe uweze kumwamini kwamba yuko sawa. Lazima kwanza uchunguze hiyo roho inayotangaza hivyo, umwangalie huyo mtu ni mkweli ama huyo mtu sio mkweli, kwa sababu manabii wa uongo wengi wameshatokea na wanacheza drama nyingi sana, ambapo watu wengi ulimwenguni wameshindwa kuelewa na kugundua kwamba ni drama hizi zinazochezwa sasa. Kabla sijaendelea, ningeomba kwanza upate kitambulisho hiki wazuri na Waislamu wazuri ni kwamba angalieni maandiko ya Mungu yalivyoweza kutabiri. Yalitabiri vipi? na je, haya ambayo yanatokea sasa ni yale yale, yale yaliyotabiriwa ama kuna tofauti? Jawabu ni kwamba yale yaliyotabiriwa ndo yale yale ambayo leo yanaendelea. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Matayo, naomba unipatie Bibilia sura ya ishirini na nne mstari wake wa ishirini na nne kwenda mpaka thalathini. Nataka unisikilize kwa makini, alafu nitakupa ushahidi mpaka wa video yanayoendelea siku ya leo kwa sasa. Kwa majina mimi naitwa Ustadhi Suleiman Mazinge, ni mhubiri wa Kiislamu wa kimataifa wa Eastern Central Africa, na kwa wale ambao wako ulimwenguni, wako sehemu mbalimbali wanatizama waendelee kutizama e, cha muhimu huo unatumia lugha ya Kiswahili. Nimetangulia kusema ya kwamba iwapo mtu yote atakujia akidai kwamba yeye ni nabii ama anafanya miujiza fulani, kwanza unatakiwa umchunguze huyo mtu amezukia dini gani? Kwa mujibu wa Biblia, kwanza ushahidi wa kuthibitisha kuwa Ukristo ni dini kwanza hakuna. So mtu atakapojiita nabii chini ya kivuli cha Ukristo tayari jua huyo si mkweli. Lakini nisiambiwe kwamba mimi nakashifu, nazungumzia, malengo yangu ni kukashifu Wakristo, ama ni kuwaingilia Wakristo, la hasha. Lengo letu sisi Waislamu si kuwakashifu Wakristo. Wakristo tunawataja sana kwa sababu kwa mujibu wa Qur'ani Mungu amesema wa hawa watu ni majirani zetu. Katika sura tul Maida themanini na mbili, Mwenyezi Mungu anasema utawaona walio maadui zaidi kwa Waislamu kuliko watu wengine wote ni Mayahudi na wale mushirikini, na utawaona walio karibu kwa Waislamu ni wale wanaosema kwamba sisi ni Wakristu. Lakini suali, Wakristo si washirikina? Wakristo waliotajwa hapa ni jina tu, lakini hawa ni wale wanazarin ambao walikuwa ni wafuasi wa Isa bnu Maryam, na madhahabu yao ilikuwa na mfalme na Jashii kutoka kule Ethiopia. Hawa tulionao hawa, wajua Wakristo wako makundi mawili, manaswara ni aina mbili. Kuna manaswara wafuasi wa Isa ambao wale tumeambiwa sisi tunaruhusiwa kuwaoa na kuna na manaswara hawa ambao ni washirikina, kwa sababu kuna orthodoksi ya mashariki na orthodoksi ya magharibi, bimaana kuna Wakristo wa mashariki na Wakristo wa magharibi Wakristo wa mashariki ndo hao ambao sisi tuko karibu na wao, wamezungumzwa katika hii aya. Wakristo wa mashariki, madhahabu hiyo ya Orthodox hiyo, wanaamini kwamba Mungu ni mmoja e, tarehe 25 Disemba si siku ya kuzaliwa Yesu, hata wana siku yao nyingine, siyo hii tarehe 25 Disemba. Then kula nguruwe wao hawali, na wanapinga sana ushoga lakini Wakristo wa magharibi ndio hawa Vatican sasa, ambao tuko nao hawa, sasa ni washirikina. E, ee, Ukristo ambao fikira yake na mtazamo wake na mipango yake ni sawa na fikira za magharibi kwamba kasisi anaweza kuwa shoga na ikawa hakuna tatizo lolote. E, ee, Ukristo ambao unaruhusu pombe kanisani na watu wanakunwa, hakuna tatizo lolote. Kwa hivyo hawa ni washirikina: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho miungu watatu ndani ya mmoja alafu anakwambia dont say, three, say one in Jesus name. Yani, God the father god the son god the holy spirit but dont say three say one in Jesus name ribasakarabakasha umeona? Sasa hawa sasa ni wale washirikina sasa. Waislamu wazuri na Wakristo wapendwa wazuri mnaonisikiliza, nyakati hizi ni za mwisho, kumezuka manabii wengi wa uongo ambao wamejibandika unabii mpaka wengine wanawazuia wana watu wasiende hospitalini. Kwani serikali ni wajinga kuweka hospitali? Wewe umekuja juzi tu juu chochote, alafu unadai kwamba watu, ukiumwa usiende hospitalini, Yesu atakuponya. Sikilizeni niwaambie, wa Kristo ha, watu ni wauaji hawa. Ukiumwa mi nakwambia, nenda hospitali, hakuna mtu ambaye anaponywa katika majukwaa zile ni drama. Mtakufa bure, ndugu zanguni. Tu mi nakuelezeni ule ukweli, msiseme kwamba mi nakashifu sijui nini. Ah, mi nazungumza ule ukweli. Lakini katika tabiri za siku ya mwisho zilivyotabiriwa, je, yale yaliyozungumzwa yote katika nyakati za mwisho yapo hivi sasa? Jawabu ni kwamba yapo. Drama zinachezwa za hali ya juu na maneno haya Yesu aliyazungumza katika Mathayo sura 24 mstari wake wa 24. Maandiko yanasema kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wateule hapa ni Waislamu, wateule hapa ni Waislamu. Soso inatangazwa hapa kwamba mpaka wao watapotoshwa na ni kweli, leo tunaona wanapotoshwa Waislamu, sio wanakwenda kuombewa kanisani bwana? Tauhidi zimekwisha kwenye mioyo yao, wamedanganywa. Wanaona kwamba huo ndio ukweli, na kule ni drama, na hata wengine wakienda kutoa ushuhuda wa uongo, wengine utakuta aidha ni kupagawa, wamepagawagwa au ni kulipwa, wanalipwa. Hata hapa utaona Waislamu, nitakuwekea video utaona Waislamu wakitoa ushuhuda hapa. leo hii nitakupa pesa ununue sola ununue tv na ununue betri upereke kwa nyumba yako. Mbona unakuwa na huzuni? Nimefurahika ukuona, ndio umefurahi hivyo mpaka unalia? Yes, na mambo mingi kwako, nikiangalia tv na faulu hii eh. Na miezi mitatu tv, mke wangu ina miaka minne naye sijazaa, lakini sahii jana ameenda kupima Miezi miwili, aa, Wakristo wanikatae. Nitabaki tu na Waislamu na nitawapenda imu. Kitu hivfanyi zile shida zake. Alikuwa, alikuwa alivyovn, afya yake si nzuri. Sasa hata wazazi wa kule kwetu, yani watu wa kule kwetu nikiwaambia mimi naenda kanisani kwa pastor zake, lakini ni mzima, Uislamu mzima, waingia kanisani wafata nini kanisani? Nasema, nyinyi hamjui kile kitu kiko kule, lakini mimi ndo najua. Sasa nitashiriki kila siku nikipata fare, nikipata pesa na... mtu ambaye unamuona kabisa huyu mtu kichwa chake si kizima au ni kizima, lakini ni kupagawagwa, amepagawa kwa hivyo anaenda kuombewa, akitangaza kwamba amepona, na hiyo ni mambo ya uongo, wala si ukweli. Maandiko yanaendelea kusema, basi wakiwaambia kwamba Kristo yuko jangwani, musitoke wakiwambia kwamba Kristo yuko nyumbani musitoke. Maandiko yanasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu anasema, akija mtu hiyo miaka inayokuja, akiwambia, tazama, Kristo yuko nyumbani, msikubali. Kristo yuko kule uwanjani, msikubali. Hawa ndio manabii wa uongo wanaozungumzwa hapa, kwa sababu kurudi kwake Yesu mtoto wa Mariamu ni kama vile umeme utokavyo mashariki ukapanda ukaonekaniwa mpaka magharibi. Yaani hapa Yesu anatabiri kwamba kurudi kwake, dunia nzima watamuona. Leo kuna mitandao ya kijamii, leo kuna internet, leo kuna ma YouTube, kuna manini, vyombo vya habari vingi tu. We niambie kitu kikitendeka US ama, kama ni earthquake kimetendeka US, dakika tano tu utaona breaking news hapa, mpaka namna ilivyo sasa. Yesu anasema kurudi kwangu mimi ni kama vile umeme utokavyo mashariki ukapanda ukaonekaniwa mpaka magharibi, yani anaashiria kurudi kwake dunia nzima watamuona. Leo kumezuka watu binafsi, anakuambia mimi Yesu nimemuona, njoo utapokea muujiza wako. Yesu yuko uwanjani, mpaka kuna nyimbo zinaimbwa nimemuona Yesu wewe, nimemuona Bwana, nimemuona yeye anapendeza. Ukienda hapo mahali yupo, humuoni Yesu, unamkuta yeye ni mchungaji, amepiga suti, tai na kiwi, yeye ndo yuko pale lakini hata kuonesha kwamba Yesu ndiyo huyu. Kwa hivyo hawa ni manabii wa uongo waliotabiriwa, kwa mujibu wa maandiko yenyewe, kwamba watatoa ishara kubwa kubwa na maajabu, lengo wapate kuwapoteza, hata yamkini waliokuwa wateule. Sasa kwa mazungumzo haya ya Yesu ambayo anayazungumza, akaendelea kusema kwamba, kwa kuwa popote ulipokuwa mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Sikiliza maneno ya Yesu ya hikma: popote palipokuwa na mzoga au patakapokuwa na mzoga, ndipo patakapokusanyika tai. Yani maana yake tai ni wale ndege wakubwa wanaokula mifupa. Patakapokuwa na mzoga, utawaona wengi au tai wamejazana hapo, yaani mahali, hata kama ni barabarani. Ngoja kuwe kumekufa kijindege ama kijinyoka, ama kumekufa kijinyama chochote utaona makunguru wamejazana tele hapo, ndege wamejazana tele, tai wanakuja wanakula hiyo mzoga. Yaani hii inamaanisha nini? popote patakapokuwa na uongo, ndipo watu wengi watajazana hapo. Ntakuonyesha video katika hii mikutano ya hawa ndugu zetu ambao wanadanganya, namna watu wanavyofurika, watu wanavyojazana nini, wanachofata pale, wanafata ule uongo pale. Ndo maneno ya Yesu, aliyoahidi kwamba watatokea Wakristo wa uongo na manabii wa uongo. Leo watu wanajiita manabii, kwa hivyo hawa si manabii, isipokuwa hawa ni waizi, wanacheza drama kwenye majukwaa wakidanganya watu kwamba watu wanapona na hakuna lolote. Sasa mi nataka nizungumze mazungumzo yangu mafupi tu ni kueleze we ndugu mtazamaji, Mkristo na Mwislamu, usiwahi danganywa na mtu akajiita nabii mbele yako akakwambia ukiumwa usiende hospitalini, huyo anataka kukuua. Hakuna mtu ana uwezo wa kuponya watu, ni uongo, ni drama zinachezwa. Jambo la pili, kuna watu ambao sasa hivi wamezuka, wanajiita wao ndio Yesu wenyewe. Yaani sasa hivi kuna watu wamezuka, mtu anajiita yeye ndio Yesu mwenyewe. Tumeshuhudia kule Bungoma, kuna jamaa mmoja alikuwa anajiita Simeo Melkio Ondeto huyu jamaa ndiye ameanzisha dhehebu linaitwa Legio Maria. Mtaona hapa dhehebu hilo la Legio Maria. 1980 something aliwahi kujiita Black Messiah, Yesu mweusi, na akadai kwamba siku akifa asizikwe, aekwe kidogo, baada ya siku ya tatu atafufuka ende mbinguni, na alikuwa na waumini wengi, na siku alipofariki kweli akawekwa, baada ya siku ya tatu hakufufuka Polisi na karao ndo waliamua kesi na marungu. Ilibidi Simeo Melkio Ondeto azikwe kwa sababu anaendelea kunuka na watu wanadai atafufuka, na hakuna kitu kama hicho. Wakristo bado hamjarealize, hamjagundua kwamba hapa dini hakuna. Simeo Ondeto Baba Mesia Simeo Melkio Lodovikas Akonya Oulo Santa Laurida Ondeto. Pili hatujakaa vizuri, akazuka jamaa mmoja akajiita Mungu hasa mwenyewe. Padiri alikuwa anajiita Jehova Wanyonyi kutoka huko huko Bungoma Kaunti. Jehova Wanyonyi alikuwa na wanawake zaidi ya mia na watoto ni zaidi ya sabini, bwana, na hakuna hata mtoto mmoja aliwahi kumlipia school fees. Asome hata nasari, anajiita Jehova, kizee kimoja kizee kizee hivi kipara. Watu wakashangaa, tena mungu mwenyewe yuko Bungoma. E, amevaa wallahi njaa itaua wao. Tatizo hapa, sio tatizo, ni njaa na uongo unasumbua hawa ndugu zangu, ambao ni nini kinawafanya mpaka akili hazitumiki ikifika mahali pale. Ikifika mahali pa dini yao, akili huwa zimeondolewa. Kwa hivyo, ni kumaanisha kwamba iblisi anafanya kazi yake ya kuhadaa dunia nzima. Akajiita Jehova Wanyonyi akaenda naye na mambo yake hayo, Wakristo wakamwamini kwamba yeye ni mungu. Jumamosi yenye hewa shwari na upepo mwanana unaopunga hapa Mrorochi, kaunti ya Wasinigishu, nakaribishwa na wazee hao kwenye makao rasmi ya Jehova Wanyonyi, jamaa maarufu miongoni mwa wakazi wa maeneo haya. Hapa ndipo ibada hufanyika, ukuwa umino akimsujudia mungu wao almaarufu Jehova Wanyonyi hapa wanaume wanaitwa malaika na kina dada huitwa roho. Kisi ilikuwa mwaka wa 1960 Jehova alisimama Kitale akapika firimbi, tulipokusanyika kwake alituambia, mimi ni mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kabla ibada ya kuanza na mkuu wa Jehova wanyonye na kusema naye mawili matatu Ikii ndicho chumba chake ambacho yeyote kuingia ndani ni kama kujaribu kumpitisha ngamia kwenye tundu la sindano. Mimi nikiwa mwenye enzi Mungu wanyonyi, muumba wa pingu na inji na pahari na vitu vyote na vilivyo vyote, ambavyo unaona vinamtembea, vinasimama, mimi ndiyo niliumba. Ukimtupia jicho la upekuzi utabaini kwamba hali yake ya afya si shwari, huku mwili wako ukionekana kuwa na uvimbe fulani. Na kutokana na hali hii, Jehova hataonekana nje hii leo. Mimi nitaonekana kuliko mutu. Sasa nitaonekana angani natembea miguu mpaka shiiwani nje ya chumba cha Jehova. Ibada inang'oananga kwa mbwembwe na mahanja waumini ni wakongwe na watoto wadogo, nyimbo za kumtukuza Mungu wao zikitawala anga za eneo hili na hata kuwavutia wapita njia. Kwenye meza ni hizi ngao za Jehova ambazo haziguswi hivi hivi. Ni hizi ndizo atakazotumia siku ya Kiama kuhukumu ulimwengu. Hapo sasa ndio watajua kweli, kumbe Mungu ni Mungu. Mweuzi amekuja kwa upande yetu, na hapo ndio atachukua watu wazuri waaminifu wenye imani. Tunaarifiwa na mmoja wa wake zake kuwa Jehova hula vyakula vya kawaida na kamwe hataga dunia. Unajua mwili yenye ako nayo hii ni ya binadamu, lakini roho yake si ya binadamu. Sasa roho ikikaa kwa mwili hutakufa tena, na unajua sasa, sasa sahii Jehova vila amekaa hivi, yeye ndiye amekuja kupikania mwanadamu sasa ukuwe ukuwe hai kabisa milele na milele. Jehova na takribani wake kumi na watano watoto zaidi ya mia tatu huku idadi ya wajukuu vijukuu na vitukuu ikiwapiga chenga wake za Jehova, sababu wengine wanakaa nje, watoto hata karibu miaka tano sita, ndio wakuja, wakwambia ndio hao wajukuu wao. Sasa, sasa hapo tunakaanga chini, karibu kwa miaka ndio. Sasa wakikaribia, ndio tujue hesabu yao. Ni jukumu la wake zake ambao wanaitwa roho kuhakikisha kwamba Jehova ameoga, amekula na amevishwa barabara. <laughs> mwili ya mutu, mwili ya mnyama mimi ndiye ninazungumza ndani ya yake. Ibada hukamilika kwa gwaride hili la kumshukuru Jehova wanyonyi kwa baraka alizowapa wafuasi wake, wanapotamatisha ibada yao. The Lost Israelites kama wanavyojiita waumini hawa wanatuacha na swali moja: jinsi gani wanyonyi ameweza kuwarai na kuwafanya waumini wake wamwamini kuwa ndiye Mungu Jehovah wa nyonye. Mengi amesema mabaya na mazuri kumuhusu lakini yeye anasema anasalia kuwa Mungu wa binadamu wote dunia nzima, na kwake siku ya kiama inapokuja, atachuja walio wazuri na wasio wazuri. Anauliza, je, utakuwa wapi? Juzi juzi akaja akafa na ugonjwa wa kuharisha. Bwana akaharisha akazikwa kisirisiri, ukoko Bungoma alipozikwa kimya kimya. Nitakuonesha hapa, nilifuatilia sana swala hilo lakini hawakugundua mahali alipozikwa Jehova Wanyonyi. Baadaye akazuka mwanamke mmoja akadai yeye ni malaika wake. Mwanamke mmoja mturukana akadai kwamba amemkuta Jehova wanyonyi huko huko Turukana na Jehova wanyonyi amemtuma huyu mwanamke kama malaika wake afungue kanisa hilo tena kule Turukana, na Wakristo wakamwamini, na alikuwa na wafuasi wengi Jehova wanyonyi wanasema wametumwa hapa na Jehova Wanyonyi. Haleluya, haleluya Jehova, kuendeleza mahala alikoachia ibada, ila ibada yenyewe ni tofauti. Aliyemwaga tamu yake, Elizabeth Akata anadai kupewa nafasi yenyewe na Wanyonyi, aliyeandamana na Akata anajitambulisha kuwa malaika. Kwa jina langu naita Elizabeth Akata, mimi ni Muturukana, nilikutana naye Lodwa pili alitoka hapa. Pili alisema amekufa akapata mimi wapi huko. Kwa hivyo amekufa hajakufa? Ni katika kijiji hiki cha Chemuro Roch ambapo Jehova Wanyonyi alijitawaza uungu, wafuasi wakimwabudu, na baadaye taarifa zikasambaa kwamba alifariki, suala ambalo halijapokelewa kwa mikono miwili. <coughs> Wacha wafanye kiburi. Utajiona, utajionea iko mambo inakuja, tene tetendika tu wakiona. Licha ya kuwepo uthibitisho kwamba Jehova Wanyonyi alifariki, sisi Wanyonyi walimuficha hapa, wakatoa saa moja usiku kwa siri, wakaenda kusika ni jamaa waliotamausha kijiji kizima, huku wakisalia kwa gumzo mitaani, wengi wakiona ni kumdhihaki Mungu, huku wakiapa kuendeleza kazi ya Wanyonyi. Majirani wanasalia na masali chungu nzima, kwani kulingana nao, Mama Elizabeth Akata aliolewa hivi majuzi, mbona leo anajiita mrithi wa Wanyonyi? Ameolewa chui tena anajiita nabii. Nabii anaoishi na bwana na, na... Atiria ni malaika moja, ni malaika, malaika gani tulisoma kwa Biblia? Ilikuwa na pipi huku taarifa ya ya Jehova wanyonyi ikionekana kugawanya wafuasi wake, na wakoswaji wengi wanajiuliza iweje wanakijiji waliamua kumwamini Ibn Adam na kupata wafuasi chungu nzima. Wanyonyi alikuwa mwanaume mfifu, lakini mwanaume smart wenye wanawake walitamani. Akaanza kutanganya waseko wa kwa mama ananyanyasa, ana, watoto wa mtu wawili, ana, anaoa yote, wanafanya kibarua. Kama ni watoto wa Mungu, wa kwa nini wanachapa kibarua yeah? Watoto wake yote, watoto karibu mia tano hawana mashamba. Tuite athari za uhuru wa kuabudu. Kwa mujibu wa katiba, wafuasi hawa wanatekeleza haki yao ya kuabudu. Eti Wakristo shtukeni, jamani, mnadanganywa mimi siwalengi nyinyi, na si nyinyi peke yenu kwamba mnapotoshwa, hata kuna dini zingine zote ni za kudanganya watu tu. Tumekwenda tumekwenda, huyu baada ya kutoweka akaja akazuka mwingine sasa, mpya anaitwa Yesu wa Tongareni. Huyo yuko mpaka saa hii, mwaka elfu mbili na ishirini na sita, leo tarehe kumi na tano mwezi wa Januari, yuko anaitwa Yesu wa Tongareni, kina madevu na ana jamii zake za malaika hata ee wamama wa wamekusanya wa, wamama kama salasini anaita hao ndio wa malaika wake. Yaani, Wakristo kama hamtaamka, manake hii ni wazi kwamba hii hali sasa Mungu mwenyewe wa anawathibitishia kwamba hiyo si dini. Mkiendelea kukaa humo siku ya Kiama mkiingizwa pabaya, sije mkadhaa mkasema kwamba hamkuambiwa. Anajiita Yesu wa Tongareni, hata nitakuwekea video yake hapa, akidai kwamba ni Yesu. Nafikiri miaka ya hivi karibuni kulizuka kashfa ya ya bwana mmoja kasisi kule Shakahola anaitwa Makenzi, na tuhuma ya kwamba anaua watu akisema kwamba msiende hospitalini, Yesu atawaponya anawaambia ya kwamba msiende, msiende shule, msiende shuleni, Syllabus zinazosomwa huko si nzuri, msiende sasa anawazuia watu wasiende hospitali, huyu Makenzi anazuia watu wasiende shule, huyu Makenzi. Na hatuoneshi hospitali ya Yesu ni ipi, tupeleke watoto wetu huko. Hatuoneshi sule, shule za huyo Yesu anayemuhubiri tupeleke watoto huko, natuambia yani, tu msipeleke watoto shule wala watoto wasisome. Sasa serikali ni wajinga kuweka hospitali, inamaanisha serikali haina akili na haijui chochote kuweka shule Alafu wewe Makenzi mwenyewe, katika kuongea kwako huwa unaongea Kiingereza, ulikijulia wapi? Kama si uko huko shuleni, shule ambazo ziliwekwa na serikali. Wewe mwenyewe ulipokuwa mdogo, wewe Makenzi ulipokuwa mdogo, hata wewe eh, mama yako hakukupeleka hospitalini? Hizo hospitali ni za nani? Ukudungwa sindano ya serikali na dawa ya serikali mpaka umekuwa mkubwa, leo unakuja kuambia watu wasiende hospitali na wasiende shuleni kwa kuwa shule si za Yesu na serikali na hospitali na, na pia si za Yesu. Wakristo, ndugu zangu, acheni kudanganywa na hao. Ukiumwa nenda hospitali, nenda hospitali. Za serikali ni nyingi, kwanza hizo ndo serikali nzuri. Nenda Makadara, eh bwana, ukiweza nenda Pandia. Ikikushinda ukiona bwana, nenda Agakani, ingia huko, nenda shu hospitali wende ukatibiwe. Uka, uka, acha kudanganywa na hawa watu. Serikali sio wajinga waweke wa hospitali Alafu oje kusema kwamba watu wasiende, kama nani wewe? Haya, sasa mwanamke akitaka kujifungua ataenda kujifungulia wapi? Hiyo hospitali ya Yesu iko wapi? Tuoneshe. Alafu mnasema sisi tunalenga dini moja, lengo letu ni kukashifu sisi. Hatukashifu mtu, tunaeleza tu ile ukweli namna ulivyo. Kwa hivyo huyu bwana anayejiita Yesu wa Tongareni yuko Bungoma County, paka saa hii anadai hata yeye pia ana malaika zake na baada ya kashifa hiya Shakahola kuzuka ikawa Makenzi anawaambia watu njoni, kuoneshe Yerusalemu mpya, ukae hapa, uende ukae na njaa mpaka uufe, ukakutana na Yesu mbinguni, utamuona kabisa. Nitakuwekea video Yesu atongarene, alizuka akaita vyombo vya habari, akawaambia watu kwamba mwambieni Makenzi aache kuacha kuweka watu na njaa akisema kwamba wataenda wataenda kukutana na Yesu mbinguni. Yesu gani yuko mbinguni? Mwambieni Makenzi aweke hawa watu kwa basi, wakuje Bungoma, watanikuta mimi niko hapa, mimi ndio Yesu mwenyewe. Kwa nini aweke watu na njaa? Angalia hii video alafu seme mimi nasema uongo, mimi nakashifu, tunaongea vitu hakuna. Si utizame hapa uone. Anawaambia watu aina haja Makenzi waweke watu na njaa alafu useme wanaenda mbinguni. Eh? Useme wanaenda mbinguni wakakutane na Yesu. Yesu mwenyewe ndio mimi hapa. Weka wao kwa basi, pitisha wao Nairobi, pitisha wao Kakamega, wakuja hapa Bungoma wakutane na Yesu, ndio mimi yula yule aliyeyatenda yale kule Shakahola. Ni mauaji maana wesi kuweka watu wafunge mpaka wafe ndiposa wamuone Yesu. Nami nilikuwa ninasema saangewaleta waone Yesu, saangewaleta waleta waone Yesu eneo la magharibi Kenya, waone Yesu eneo la magharibi Kenya. Vituko vya hali ya juu ambavyo tunavishuhudia leo kwa dini hii ya wenzetu ambao hata ni ajabu kabisa. Wakristo shtukeni, ndugu zangu, mnadanganywa.